Leo kwenye Storika acha tumwangazie Ali Saleh Kiba, mmoja kati ya watu ambao wana sauti fulani ya kubembeleza na watu wengi wametokea kuipenda. Katika anga la muziki wa Afrika Mashariki, jina la Ali Saleh Kiba maarufu kama Ali Kiba au King Kiba limesimama kama mlima mrefu usiotingishwa na upepo wa shindani. Ameweza kuthibitisha kuwa mtu hachagui kuwa nyota bali nyota huchagua wanayejituma na kweli mwanga wake umeendelea kung'aa tangu mwaka 2006 hadi leo. Alikiba alizaliwa tarehe 29 Novemba ya mwaka 1986 mkoani Iringa, akiwa mtoto wa kwanza wa Sale Omali na mama yake Tombwe Njele. Kama msemo usemavyo, japo mtoto mmoja huanzia wengi, ndivyo ilivyokuwa kwao akafuatiwa na mdogo wake Abdul Kiba ambaye pia ni msanii, dada yao Zabibu na mdogo wa, wa mwisho Abu Kiba. Katika familia yao muziki haukuwa tu kipaji, ulikuwa ni pumzi, ulikuwa ni chemchem -chem ya maisha kila siku. Aliingia kwenye game rasmi mnamo mwaka elfu mbili na sita na kutikisa muziki kama radi ya mvua ya masika. Sauti yake tamu na uandishi wake makini ulisukuma juu haraka sana. Nyimbo zake zimekuwa kama ule msemo usemao chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Alifanya vizuri, akajiuza bila kuhitaji makelele. Amefanya kazi chini ya lebo ya Lock Star, baadaye akasimama imara na lebo yake ya Kings Music Records, akithibitisha kuwa tofauti na wasanii wengine wengi, Alikiba hakusimama kwenye muziki pekee. Mnamo mwaka 2018 19 alisajiliwa na timu ya Tanga ya Coast Union kucheza soka ligi kuu ya Vodacom. Hapa ndipo alipoonyesha kuwa kipaji ni kama upepo, kinapovuma, hakivumi upande mmoja tu. Zaidi ya hapo Alikiba mmiliki wa Crown Media, kituo kinachoendeleza habari na burudani nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Safari ya mafanikio na kichocheo cha umaarufu wake ilianzia mwaka 2011 Alipochaguliwa kama msanii bora wa Afrika Mashariki akiiwakilisha Tanzania, Kenya na Uganda. Mwaka 2015 alitoka kimasomaso akichukua tuzo tano za Kilimanjaro Award, na mnamo Mei 20 mwaka 2016, kampuni kubwa ya kimataifa ya Sony Music Entertainment ilimpa mkataba, jambo ambalo lilithibitisha kuwa samaki mkunje angali mbichi, akikomaa ni majembe. Alikiba amekuwa ni mmoja kati ya vijana ambao wamepata tuzo malukuki. Katika mwaka 2016 pekee, Alikiba aliweka historia ya aina yake, kwani alichukua tuzo ambazo ziliwashangaza wengi. Miongoni mwa tuzo hizo ni Best International Act Africa, Favorite Artist, Nollywood African Film Critics Awards, Most Stylish Article East Africa AFCA Awards, Video of the Year, Soundicity Awards, Top Trending Song, Tanzania East Africa Awards, na nyingine lukuki zilizowakilisha kuwa muziki wake ni kama upepo wa bahari. Wote wanaohisia hawajui unaotoka wapi. Nyimbo kama Aje Mwana na nyingine nyingi zimekuwa kama moto wa kijijini, ukishika kuzima kwa tabu. Alikiba si tu msanii, ni hadithi, ni somo la kujituma, ni mfano wa asiyekubali kushindwa, si mshindani. Safari yake imejengwa kwa kazi, nidhamu na ubunifu unaosimama miaka yote kama mnara wa kumbukumbu. Hivi ndivyo Alikiba alivyotrendi, na mpaka leo anaendelea kutrendi. Storytela wako ni Itopo Kanuti, kijana wa Storika.